Viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu eneo la Pwani wamekanusha madai ya mgawanyiko katika baraza hilo na kusema kuwa wamepanga kufanya uchaguzi mwakani. Wakizungumza huko Mombasa, wamelaumu baadhi ya viongozi walioshindwa katika uchaguzi uliopita uh, kutaka kuleta mgawanyiko katika baraza hilo. Wamewataka wanachama walio na nia ya kuwania nyadhifa mbalimbali kujiandaa kwa uchaguzi ambao umeratibiwa kufanywa mwezi Februari mwaka 2026 Yo, kwa sababu ya maagent ambayo kwamba wameondolewa, amba au kwa sababu ya viongozi walioshindwa kwenye uchaguzi, imekuwa watumia misikiti siku ambayo kwamba ni sacred. Ni aibu na tuwaambia misikiti msitumike, Msiwe kama telephone booth mkitoa pesa. Mwasema, ni uchaguzi gani ambao wanadai? Kwa sababu uchaguzi wowote ndani ya baraza unafanywa na wale ambao ni wanachama, kama ilivyotuangalia hapo hapo awali. Wewe si mwanachama, huna msikiti, huna madrasa, huna taasisi yoyote lakini unadai uchaguzi. So tunataka tuwaulize wale waandamaji waliotumwa na wale wapambe wao, ni uchaguzi gani ambao munadai, na ili hali nyinyi hata hamujui nidhamu na sheria na katiba ya baraza kuhusu wanachama. Kampuni ya sukari ya Soni imetangaza kusitisha shughuli za kutengeneza